Wamiliki wa shamba la kijamii la Kishushe katika kaunti ya Taita Taveta wamefanya maandamano kushinikiza wizara ya madini kueleza jinsi mwekezaji mmoja ameingilia kwenye shamba hilo bila idhini yao. Wamiliki hao wamesema wizara hiyo haijatoa leseni ya uchimbaji madini ila wanashangaa jinsi mwekezaji huyo amepata leseni ya kuchimba madini kwenye shamba hilo la kijamii. Alipataje lisensi yake? Na license lazima upate land owners consent, na sisi kama members hakuna siku wamekuja kwetu kuomba consent. Kile kitu wamefanya wameingia kwa kadasta wakahongana, wakafunga shamba kubwa sana na wamefungia migodi ya artisanal miners zaidi uh, ya vikundi 30 hiyo. Yes, prospecting consent hajawahi fanya, haja kazi hajaonyesha haja mali alifanya prospecting. Na ya pili, hata alipata leseni tunataka tuone wapi ripoti ya prospecting ndo aseme kwamba alifanya prospecting sehemu si gani ya. ya tatu ndo aidhinisho uh, uh, uh, uh, ili anda kupata mining permit, lazima apatie uh, nani uh, consent ya mining na land owner consent. Consent ya kwanza ni prospecting, alete uh, report na coordinates. Ya pili ni mining consent. Zipo wapi resolutions zilizokuwa zimepasishwa hapo? Ilikuwa ni kwamba shughuli zote zisimame na tungojee siku ishirini na moja kutatoka suluhu ambayo itatuongoza kwa kusema ni kamati ipi ambayo itakuwa legal na ambayo itaongoza hiki chama. Wengine ambao hatuko wako nao katika mkutano wa Alhamis wiki iliyokwisha hawakuwepo pale, ndio wenyewe tumewapata hapa, ambao ndio wanaongoza hii kazi ya kuendelea kukata pori hapa.